Vijana wa mkoa wa Arusha wamejitokeza kwa wingi katika ofisi za mkoa wa Arusha kwa ajili ya usahili wa kuwania nafasi za ufadhili wa masomo nchini India. Hii ni kufuatia tangazo la mkuu wa mkoa wa Arusha, Paul Makonda, aliyesema kuwa serikali ya India imetoa ufadhili wa masomo kwa vijana elfu moja wa Arusha, ambapo ufadhili huo utahusisha programu na fani zaidi ya mia mbili ishirini, huku ukisimamiwa na serikali ya India kupitia kwa balozi wa India nchini Tanzania. Vijana anayetaka kusoma masomo zaidi ya programu mia mbili ishirini nimepewa nafasi na balozi wa India, full scholarship, full sponsorship, watu elfu moja kwenda India eza, wanataka kusoma degree ya kwanza, degree ya pili, wanataka kufanya phd kwao. Siku ya Jumatano tutakuwepo ofisini pale, tunafanya usahili wa wananchi wa mkoa wa Arusha mtadiwe lazi wageni, wananchi wa mkoa wa Arusha ambayo wanataka kujiendeleza kimasomo Umeona fursa ya engineering ya kompyuta, unataka kusoma mambo ya udaktari, chochote unataka kutaka kusomea kupitia ufadhili wa serikali ya India, njoo na vielelezo vyako, tutafanya usahili, tutapeleka kwenye ubalozi. Vijana elfu moja wamepata full scholarship kupitia ubalozi wa India. Kwa lugha nyepesi, kama unahangaika na ajira na unaona muda wa ajira unakuchelewesha, njoo ongeza elimu na kama unaona ukiongeza elimu unachelewa kupata kazi, nenda VETA.